Kilimo ni sekta inayokuwa sana na ni sekta inayotegemewa katika kuchangia pato la taifa, lakini pato la mkulima mmoja mmoja, pamoja na umuhimu wote huo wa kilimo kuchangia pato la taifa, lakini uchumi wa mkulima mmoja mmoja, bado uzalishaji kimekuwa ni kitendawili kikubwa kwa wakulima wengi, hasa wa nchi zinazoendelea, na uzalishaji uko chini sana. Ziko sababu na ziko siri ambazo zimejificha kwenye kilimo cha mahindi ambazo kwa hakika ukizijua zitakuwezesha kufanya kilimo cha mahindi kwa tija. Ambatana nami katika, kita, katika video hii niende nikakufunulie siri kubwa tano ambazo ukizizingatia na ukizijua utafanya kilimo cha mahindi kwa manufaa sana. Twende pamoja, tujifunze pamoja. Siri ya kwanza unayopaswa kuizingatia na kuijua, mkulima wa kilimo cha mahindi, ni uchaguzi wa shamba sahihi. Si kila shamba linafaa kwa kilimo cha mahindi lakini siri ya pili ni uchaguzi wa mbegu sahihi kulingana na ukanda uliopo, na hapa ni pa msingi sana. Minja Kilimo mara zote tunasema shamba ni mbegu. Ukikosea kwenye kuchagua mbegu, usitegemee matokeo mazuri. Lakini siri ya tatu ni maandalizi sahihi ya shamba. Umeshachagua shamba lako, sasa unapaswa kuliandaa kiusahihi na kwenye maandalizi inahusisha uh, kulima lakini upandaji sahihi uh. Na katika eneo hili pana upana wake. Sasa hivi mm, teknolojia imekuwa, unaweza ukapanda kwa kutumia planta uh, kwa wakulima wakubwa wanaolima eka nyingi, ziko planta za kufunga kwenye trekta na inakupandia kwa nafasi sahihi lakini unaweza ukatumia planta za mikono kama unavyoona kwenye video hii. Unaweza ukatumia planta hiyo ambayo nayo itakuwezesha kupanda vizuri na kukupatia uh, uh, spacing inayohitajika kwa ajili ya matokeo mazuri. Lakini uh, siri ya nne ni matunzo ya shamba mm, chochote kile ambacho kitakuwa na matokeo mazuri, basi lazima nyuma kuna jitihada binafsi zimetumika. Wakulima wengi ni wazembe, analima, haangaiki kuhudumia, lakini anahitaji matokeo. Kwa kilimo cha sasa hivi tulikofikia, ndugu zangu, huwezi kutoboa. Achana na zile enzi za mababu zetu walizokuwa wakilima, wanasubiri palizi na kusubiri kuvuna. Sasa hivi magonjwa, wadudu ni wengi, hasa kwenye zao la mahindi tunasumbuliwa sana na fall armyworm viwavi vijeshi vya mizi, lakini tunasumbuliwa sana na stem borer, ni mdudu anayepekecha kwenye shina la muhindi, na hii najua wengi sana mmekutana nayo. Mwaka huu umekuwa na changamoto kubwa sana, unakuta mmea unanyauka tu lakini ukifuatilia ukafukua, basi utakuta kwenye shina ndani. Ukishafukua utakuta kwenye shina tayari kuna funza alishapekecha, yumo mule, amekula floem yote na hatimaye mmea unashindwa kupandisha maji na chakula juu. Lakini kitu kingine cha kuzingatia ni chanzo cha kuaminika cha maji. Hii jamani pia ni kitu cha kuzingatia sana, hasa kwa wewe ambaye unataka kufanya kilimo chenye tija, lakini kilimo cha uhakika. Sasa hivi mabadiliko inchi, ya tabia ya nchi yametawala na yanakuja na madhara mengi, ikiwemo mvua chache za kuto kuaminika, joto juu, joto la hali ya juu, joto liko juu sana, na hii tumeiona mwaka huu 2024 25 mvua zimekuwa ni chache sana, lakini joto limekuwa ni jingi sana, na maeneo mengi ya nchi yetu yamekumbwa na ukame kwa sehemu kubwa sana. Ninapozungumza hapa, najua kuna wakulima wengi ambao mmelia, mmepoteza mitaji, mmepoteza matumaini kutokana na hali ya hewa ya mwaka huu, mvua chache sana, mahindi mengi yameharibika mengi yamekutwa kwa hatua ya kuchanua na kubeba, ambayo ni hatua ya msingi na ya muhimu sana inayohitaji maji, lakini hakuna mvua. Kwa hiyo mengi mahindi yameharibika. Sasa hiyo ni ishara tosha inayotueleza kwamba tuna kila sababu za makusudi, tuna kila sababu za makusudi kuhakikisha unakuwa na chanzo cha maji ili uepukane na changamoto za mvua zisizoaminika ambazo zinaleta hasara kubwa, na nitoe pole sana kwa wakulima wenzangu ambao kwa hakika mmepata hasara kubwa kutokana na hali ya hewa ya mwaka huu. Lakini huo sio mwisho wa kupambana, huo sio mwisho wa kuendelea kulima. Hiyo ni taarifa tumepatiwa kwamba tusitegemee sana mvua peke yake. Mungu ametujalia ardhi yenye rutuba, ametujalia maji ya ardhini. Kinachotakiwa tu ni kujipanga vizuri kimtaji, ili uwe na visima vyako vya maji ambavyo kwa hakika vitakusaidia wakati wa ukame. Nimeeleza sababu, nimeeleza siri kubwa tano ambazo unapaswa kuzijua kama mkulima ili ufanye kilimo chako kwa tija. Nitaeleza kwa kina zaidi sababu namba mbili, ambayo ni uchaguzi wa mbegu sahihi, lakini nitaeleza uh, kwa undani zaidi sababu siri namba nne, ambayo ni matunzo ya shamba, na nitajikita katika kipengele cha matumizi sahihi ya mbolea pamoja na matumizi sahihi ya viuatilifu. Usiondoke, endelea kunifuatilia. Uchaguzi wa mbegu sahihi ndio msingi wa mavuno bora, na mara zote Minja Kilimo tunasisitiza shamba ni mbegu. Ukifanikiwa kufanya machaguzi sahihi ya mbegu, utafanya vizuri. Mfano dhahiri ni hali ya hewa ya mwaka huu, mvua zimekuwa ni chache, na maana yake ulipaswa kuchagua mbegu ambayo inakomaa kwa muda mfupi, lakini inastahimili hali ya ukame. Kwa hiyo kwa, kwa wale ambao wamepanda mbegu za muda mfupi, maana yake wamefanya uchaguzi sahihi wa mbegu na kwa hali ya hewa ya mwaka huu, wamekuja na matokeo mazuri. Lakini wale ambao wamepanda mbegu za muda mrefu, ambazo kimsingi zinahitaji mvua ya muda mrefu wametoka wamekuja na kilio, kwa sababu zimeshindwa kufika mwisho. Mbegu imefikia hatua ya kuchanua na kubeba, kiangazi kimetawala, mvua hakuna, matokeo yake ni mahindi kuharibika. Lakini waliochagua mbegu za muda mfupi, ndani ya siku sabini na tano maana yake mbegu tayari inakuwa imeshabeba hata mvua ikikosekana, yanaelekea kukomaa. kwa hiyo hiyo hasa ndio, ndio pointi ya msingi kwenye uchaguzi wa mbegu sahihi. Usilime tu kimazoea, kwa sababu umezoea kila mwaka unalima mbegu fulani pengine ni ya muda mrefu. Sasa tuwe na utaratibu wa kufuatilia utabiri wa hali ya hewa kutoka TMA na hatimaye tufanye uchaguzi sahihi wa mbegu kulingana na utabiri wa mwaka husika. na kwenye upande wa matunzo ya shamba hapo, inahusisha vitu vikubwa viwili. <coughs> Kwanza ni matumizi sahihi ya mbolea kulingana na ukuaji wa mahindi yako, lakini cha pili ni matumizi sahihi ya viuatilifu ili kudhibiti viwavijeshi vya mis ama fall amiwem, pamoja na stem stock boa, ambao ni wadudu Ah, mahiri kabisa wanaosumbua kwenye zao la mahindi. Iwapo hautawazingatia kwa hakika, watakusababishia hasara kwa zaidi ya asilimia 80. Kwenye matumizi ya mbolea, hakikisha unatumia mbolea sahihi, lakini kwa usahihi. Wakulima walio wengi wanarahisisha, akifika kwenye kipengele cha matumizi ya mbolea, basi anachokifanya ana tupatupa mi naita kutupatupa mbolea. Anaweka mbolea pembeni ya shina juu pasipo kuifukia. Kitu usichokijua mkulima, uh, mahindi yanakuzwa kwa kwa mbolea kuu mbili. Mbolea ya kwanza ni uh, phosphatic fertilizers tunaiweka kwenye kundi la phosphatic fertilizers kwa maana ya mbolea ambazo zinatoa kirutubishi cha phosphorus, maalum kabisa kwa ajili ya kuimarisha shina, matawi, mizizi na kuwezesha muhindi kukua vyema. Mbolea hiyo inafahamika kwa jina maarufu la mbolea ya kupandia ama dapu. Lakini mbolea ya pili ya kutumia kwenye mahindi ni mbolea za zenye kirutubishi cha ja nitrogen ambazo tunaziita nitrogenous fertilizers. Nitrogenous fertilizers ni pamoja na mbolea kama urea, SA ama kan Ni mbolea ambazo zinatumika katika hatua ya kukuzia mahindi, lakini zinarudiwa kwa awamu ya pili mahindi yanapokaribia kubeba. Sasa kuna kitu ambacho wakulima mkifahamu kuhusiana na nitrogenous fertilizers, ni mbolea ambazo tunasema ni volatile. High rate of volatile. Volatile, volatile material ni, uh, ni hali ya uh, kuyeyuka kiurahisi inayeyuka kiurahisi na kupotea kama mvuke, tunasema easier, very easier in evaporation. Kwa hiyo inavepa kiurahisi. Sasa kirutubishi cha nitrogen ukikiweka juu ya, ya udongo tu kama wakulima wanafanya naweka tu hapo pembeni hafuki, kinachotokea ni kwamba ile mbolea uh, ni nitrogenous, ni nitrogen, inayeyuka kiurahisi. Kwa hiyo itayeyuka kwa haraka sana, lakini kitakachofuata ita volatile Ita, itapotea kama mvuke kwao, badala ya mmea kupata kile kirutubishi tunachokikusudia cha cha nitrogen, badala, badala yake uh, kirutubishi kile kitapotea hewani na matokeo yake hautapata matokeo ambayo yalikusudiwa. Kwa hiyo katika eneo la matumizi ya mbolea, hakikisha unapofikia hatua ya mbolea ya kukuzia, aidha ni nitrogen, aidha ni urea umetumia, ama ni kani, ama ni SA, hakikisha mbolea hiyo unaifukia kama ambavyo unaona inavyofanyika hapo, anachimba kishimo na anaifukia hapo, unakuwa umetumia kiusahihi na kiufasaha zaidi. mpaka mm, hapo Minja Kilimo hatuna la ziada, tunaamini kuna kitu umeokota, kuna kitu umejifunza, na kama unahitaji msaada katika uzalishaji na usimamizi wa shamba usisite kututafuta. Minja kilimo Tufikie kupitia peji zetu za mitandao ya kijamii na tutakupa msaada. Tunayo programu ya kuwasaidia wakulima na kuwaongoza na kuwapa miongozo. Tutafute tukupe mwongozo, kipi ambacho unatakiwa kukifanya ili ufanye uzalishaji wenye tija. Minja Kilimo tunasema kilimo ni maisha, kilimo ni ajira. Tukutane shambani.